Mwanamuziki Anjela aomba msaada wa matibabu milioni 13. Mwanamuziki huyo amefunguka kuhusu changamoto kubwa ya kiafya anayopitia na kuomba msaada wa kifedha ili kuigharamia matibabu yake kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anjela ameandika ujumbe mrefu sana akieleza kuwa hali yake imemfanya kukata tamaa baada ya kuhangaika kwa muda mrefu bila mafanikio. Ameeleza kuwa licha ya kutumia dawa nyingi bado hajapata nafuu na gharama za matibabu yake ni zaidi ya shilingi milioni kumi na tatu, kiwango ambacho hawezi kumudu peke yake. Angela amesema kuwa amekuwa akialikwa kushiriki katika matukio mbalimbali mbali ya michezo kama marathon, lakini hali yake ya kiafya imemzuia. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Angela ameandika hivi: Habari wa Tanzania wenzangu, mtoto wenu nimeona ni chutame kwenu kwa sababu nimefikia sehemu ya kukata tamaa kabisa na huu ugonjwa wangu. Nimehangaika na kuahidiwa sana na watu binafsi bila mafanikio. Ingekuwa inawezekana kumtumia kila mtu maumivu ninayopitia, naamini hakuna mtu yoyote angeweza kukaa nayo hata kwa sekunde. Nakosa confidence, natumia dawa nyingi sana bila mafanikio. Matibabu haya yakiisha bila mafanikio, sina budi kumwachia Mungu mpaka pale wakati sahihi wa mimi kupona utakapofika. Kuna wakati naona wenzangu wakifanya mazoezi na aliko kwenye marathoni nyingi mno, lakini naumia, siwezi kushiriki mambo mengi hasa ya kimichezo. Najua Mungu ndiye mwamuzi ma... najua Mungu ndiye muamuzi wa mwisho, nami naamini andiko langu limetoka kwake ndiyo maana nimekuwa nikimwomba sana anipe msaada wa hili nimekuja kwenu leo naomba msaada wenu wa matibabu ya uhakika ambayo mimi binafsi siwezi kumudu kwani ni zaidi ya shilingi milioni 13 nimepata hospitali ya hapa hapa nyumbani Tanzania mwenye kuguswa na hili anaweza kunichangia kupitia namba ya simu 0683658961 jina ni Angelina Samson benki akaunti ya CRDB ni 0152709474600 jina ni Angelina George Samson nine. Maoni yako kwa hiki alichoamua kukifanya Angela kuomba msaada wa matibabu, kwani matibabu yanahitaji shilingi milioni 13, mietmcr msema chochote nione kwenye comment. Maoni yako itakuwa swadakta sana.